Hisia zangu ni umeme, hitilafu za umeme. Kwa sababu unajua mabweni haya ni ya miaka mingi sana, ni ya muda mrefu sana. Na kati ya mambo ambayo tunalalamika sana katika shule yetu hii ni pamoja na uchakavu wa miundombinu ya shule hii, miundombinu ya umeme, miundombinu ya maji safi, miundombinu ya maji taka, yote imekolapse. Kwa hiyo ukiangalia hata siku za nyuma hapa, mara nyingi sana tunahangaika kwa ajili ya tatizo la umeme. Kwa hiyo hata leo lilipotokea hili bweni linaungua moto, akili yangu moja kwa moja inanipeleka kwenye tatizo ambalo tunakabiliana nalo kila siku ambalo ni hitilafu ya umeme. Ilikuwa ni kwamba lazima tuseme ukweli kwamba ndani ya bweni kumekuwa na madhara makubwa sana kwa sababu vifaa vya wanafunzi, vitanda vimeungua vyote, mali za wanafunzi zimeteketea, na hali imekuwa ni mbaya sana, lakini cha kushukuru kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba hakuna mwanafunzi ambaye amepoteza maisha. Tukasikia kitu kimelia, tukasikia. Kuna darasa moja tulisikia kelele kwanza, nje tuliposikia kelele tukatoka, baada kutoka. Mimi tangu tumefika hapa kidato cha tano, ni mara nyingi tu umeme umekuwa, tupo madarasani unakuta nyama na hisi kazi na ungua, walinzi wanatusaidia kuzima, na mkuu wa shule. Kama mwaka jana, mkuu wa shule mara nyingi sana amekuwa amekuja hapo, umeme unakatika unakatika. Juzi juzi hapa mafundi wamekuja kutengenezwa kutoka TANESCO, tukajua tatizo limeisha.